Alright, basi wakati tunaendelea na sehemu ya tatu, tunamuona tena bibi Esperanza na anamfata Rando. Esperanza akamchana live Rando kwamba Masi ana hofu isiyo kuwa na ukweli ndani yake. Kwa ni bibi Masi anahisi pengine Esperanza anatoka kimapenzi na Rando, kitu ambacho hakina ukweli ndani yake. Esperanza alijieleza kiaina aina, huku akimtizama Rando kwa macho ya kuchombeza. Rando akashindwa kukaza kabisa, akajikuta anaropoka na kusema usijali Esperanza, naamini huyo ni mtu mzuri sana, hivyo nitakuja kukusaidia kuingiza vitu vyako kwenye nyumba hii mpya uliyohamia. Speransa alifurahi sana kusikia hivyo, ila ndani ya muda huo huo bibi Natali naye akaingia na gari yake, maana amefurahi sana kusikia kwamba shuga yake kidawa amepata nyumba kwenye mtaa huu, hivyo urafiki wao utazidi kuota mizizi sasa, maana timu yao yote ya oyote, ama best friend for real Ishahamia kwenye mtaa huu. Speransa na bibia Natali walielekea ndani ili wakaendelee kupanga vitu. Rando akabaki peke yake hapo nje ya nyumba ya Alex, maana anajua fika kwamba lazima Alex naye atatoka kwenda kumsaidia Speransa kupanga vitu, kwani hawa wote ni marafiki wakubwa sana na kiukweli, wala hazikupita dakika tano mbele bibia Alex naye akatoka. Akashangaa sana kumkuta Rando akiwa anazugazuga hapo nje ya nyumba yake kwa kukata ukoka. Rando alitabasamu kisha akamsogelea bibia Alex karibu na kusalimiana ila Alexi akawa amenuna sana, maana toka ameupata huu ja uzito wa mashaka-mashaka amejikuta tu akimtukia Rando automatical bila sababu yoyote ile. Alexi aliondoka zake na kuelekea kule walipo mashoga zake, yaani nyumbani kwa Speransa, hivyo akamwacha Rando katika hali ya mawazo tele. Rando alikata shauri, maana hajawahi kukosa kukipata kile anachokitaka. Alielekea mahali gari lililobeba vifaa vya nyumbani kwa Speransa lilipopaka kisha akachukua boksi zito na kuelekea nalo humo ndani kwa Sperana ili tu akakutane vizuri na Alex wake, maana Rando kajikuta anampenda bibi ya Alex kuliko hata anavyompenda mke wake. Rando akazama ndani. Alright my people, hebu guess what is going to happen ili ujishindie vota yako. Twende sawa basi. Wakati Bibi Esperanza, Alex na Natali wakiwa na vipanga vitu huko jikoni, mara ghafla walishangaa kumwona Rando akiingia ndani. Bibi Alex akajihisi wazimu, kwani hakutaka kabisa kumtia Rando machoni. Na ukumbuke kwamba hakuna yeyote yule anayeifahamu hii ishu ya Rando kuchepuka na Alex. Hali kadhalika, hakuna yeyote yule anayefahamu kwa huu ujauzito wa Alex unamhusu Rando zaidi tu ya bibie Alex yeye peke yake. Rando mwenyewe bado hajajua kwamba Alex ni mjamzito. Basi bibie Alex alishindwa kujizuia, ghafla akashikwa na hali ya kichefuchefu fulani hivi. Mashoga zake wakamwonea huruma sana na kumtaka akapumzike, ila Rando akamsogelea bibie Alex karibu na kujifanya anajali. ila Alex akamkataa huku akimwambia aha, asante bibie Esperanza. Na Natali wao walikuwa wakiangalia tu maana wanajua fika kwamba Alex na Rando ni majirani wa karibu sana, hivyo wao walitoka nje na kumwacha Rando akibaki peke yake humo ndani na bibie Alex. Hapo balaa jipya likaanza, kwani Rando alitaka kuliamsha dude humohumo, humo sebleni, akawa anampapasa Alex mwilini bila kujali, tayari kabisa kwa kutaka kumkoboa. Ila Alex akakataa katukatu katu. Ikabidi Rando atoke nje na kuingiza mizigo mingine ndani. Ila tukiachana na upande huu, tuelekee upande mwingine wa bwana Edu, ambapo siku hii Edu anaonekana akimkimbiza kibaka mtaani, kisha akafanikiwa kumkamata na kumweka kabisa chini ya ulinzi. Kisha Edu akamwambia yule kibaka kwamba kama anayo dola elfu mbili ampatie chap, ili amwachie, la sivyo anampeleka mpaka kituoni lakini kibaka alijibu na kusema kwamba hana hata dola moja mfukoni, hivyo kama Edu anamwachia amwachie tu kiroho safi. Edu alikataa katukatu, huku akitukana, kisha akapiga simu polisi ili aletewe msaada wa gari, kwani keshaona kwamba huyu kibaka hana hela yoyote ya kumhonga. Lakini mara baada ya Edu alipomaliza kuongea na simu, aligeuka nyuma na kumkuta yule kibaka akiwa tayari amemnyoshia bastola usoni. Edu akachoka sana maana tayari alikuwa keshataitiwa kibaka. Alikokibastola yake tayari kabisa kwa kumshuti bwana Edu, lakini ghafla akatokea mwamba mmoja anayefahamika kwa jina la Lushen, ambaye huyu naye ameshawahi kuwa askari polisi, ila akafukuzwa kazi kwa fitina za huyu huyu bwana Edu. Bwana Lushen akamsihi sana yule kibaka kwamba asifanye hivyo, kwani endapo atamua askari itakuwa ni mbaya sana kwa upande wake. Yule kibaka alielewa maana huwa anaziheshimu sana busara na hekima za bwana Lucien. Hivyo hiyo ndo ikawa salama na ponapona ya bwana Edu. Hatimaye yule kibaka akajisalimisha, upya Edu akamtia pingu, gari la polisi likaja, Edu na mhalifu wake wakazama ndani. Ila jambo la kustajabisha ni kwamba Edu alimwacha yule askari aliyekuja na gari la polisi kisa amechelewa tu kufika kwenye eneo la tukio, hivyo almanusura Edu auwawe. Lucien alibaki tu akicheka, maana huwa anazifahamu fitina na hila za bwana Edu. Tukirudi huku nyumbani kwa bibi Esperanza, ambapo hapa ndipo bibi Alexi alipoamua kushinda kwa leo, ghafla bibi Alexi alishikwa na kichefu-chefu mbio mbio, akakimbilia chooni. Rando akamfuata huko huko ili kujua nini kime, ila bibi Alex akasema kwamba wala sio kitu. Rando akawa amechuchumaa mbele yake tena katika pozi la utata sana. Mara akaingia bibi ya Kelly na kuwakuta Alex na rando wakiwa katika pozi hilo la ajabu. Bibi ya Kelly akamwambia Alex kwamba arudi tu nyumbani akapumzike, maana hali ya ujauzito aliyokuwa nayo inaonekana kumsumbua mno. Kwa mara ya kwanza kabisa, rando akasikia kwamba eti bibi ya Alex ni mjamzito. Rando alishangaa mno, kisha akaingilia mazungumzo kati na kusema kwamba atampeleka bibie Alexi mpaka nyumbani kwake, naye bibie Kelly akakubali, maana anafahamu fika kwamba wawili hao ni majirani wa karibu sana, hivyo hakuwa na mashaka yoyote yale kati yao. Bibie Alexi aliridhia, ingawa kishingo upande, akatoka nje, mguu mosi, mguu pili, kuelekea kwake, huku nyuma akisindikizwa na bwana Rando. Twende sawa, Bibi Alexi alifika kwake, huku Rando akiwa nyuma yake wakazama ndani. Ndipo Rando akamhoji Alex kwamba mbona ni mjamzito alafu hamwambii. Alex akajibu na kusema kwamba alishawahi kumwambia toka wiki iliyopita, ila Rando akachukulia kama vile ni utani, hivyo Alex akaona haina haja ya kusemeshana zaidi. Rando alitulia kidogo, kisha baada ya muda akalipuka na swali jingine akiuliza kwamba je, Bradi analifahamu swala hilo. Bibi ya Alex alijibu na kusema kwamba ndio, Lazima Bradi afahamu maana yeye ndiye baba halali wa mimba hiyo. Rando alishangaa sana, kisha akakataa na kusema kwamba hiyo mimba lazima itakuwa ni yake wala si ya Bradi kama ambavyo Alex anavyosema, maana Bradi ana mashaka tele na amekuwa akimuhoji Rando kwamba je, anamfahamu mwanaume yoyote anayefikaga hapo nyumbani mwake pindi ambapo yeye huwa ametoka. Bibi Alexi alishangaa sana. Hatimaye akamhoji Rando kwamba yeye ameajulia wapi mambo hayo. Naye Rando akasema asubuhi ya leo Bradi amemfuata na kumuuliza juu ya mambo hayo kabla hajaondoka na kuelekea kazini. Bibi Alexi ilimbidi amuombe amwombe kwanza Rando msamaha ili wasahau kila kitu walichowahi kukifanya hapo zamani. Alimradi tu ainusuru ndoa yake. Maana bado bibi ya Alex anampenda sana mume wake, lakini Rando alikataa katakata. Akabaki tu akicheka huku akisema lazima huyo mtoto atakayezaliwa atakuwa ni mtoto wake, hivyo bibi ya Alex hana budi kumweleza wazi mume wake ili afahamu mapema na kujiandaa kisaikolojia kabla hata ya mtoto kuzaliwa. Bibi ya Alex alikasirika sana, ikabidi amfukuze Rando hapo nyumbani kwake kama mbwa. Rando akatoka huku akitabasamu, maana anajua anachokifanya ni nini. Oyae, niwaombe kwa leo tuishie hapa, ila kampeni yangu saidi ya mwana inaendelea. Hivyo unapotizama, usiache kusubscribe, kulike, kukoment na kushare ili familia hii izidi kuwa kubwa sana. Mkifanya hivyo, mtatisha sana. Nipeni like zaidi ya elfu moja alafu mune nitakapozidi kuachia kazi kila kukicha.